Uh, karibu sana Kingo Farm. Kupitia hii YouTube tumekuwa tukielekeza tiba mbalimbali mbali. Uh, na tumeelekeza tiba nyingi sana ambazo unaweza ukawatibia uka, uka kuku wako kama wana mafua. Sasa leo hii tumekuja na huu mmea ambao unauona hapa. Huu mmea unaitwa mnana. Huu mmea Uh, unapatikana maeneo mengi sana tena, hata kama upo Dar es Salaam ukienda kule sokoni Ilala, uh, ukiulizia wale wanaouza mboga mboga, ukaulizia nahitaji mnanaa, wata, watakuelekeza wata sehemu ambayo unauzwa na unaweza ukaupata, na ni dawa nzuri sana ambayo inatibia mafua. Ndio maana hata hapo unakuta nimeandika kwamba kama ume tumia huu mmea kutibu mafua ya kuku na hayajapona, ndio basi tena. Yani sifikirii kama kuna dawa zuri zaidi ambayo inaweza ikaponyesha mafua. Mafua tunajua kwamba yana hatua mbalimbali, kuvimba macho, um, kupiga chafya. Na mafua yanatesa sana, yanaua sana, na mafua yakiamua kutokusikia dawa, basi ujue una shida kubwa sana, utapitia sasa Uh, nitakuelekeza pia namna ambavyo unaweza ukauandaa huu mmea kwa ajili ya kuwatibia kuku wako. Lakini pia huu mmea hautibu mafua tu, kuna vitu vingine vingi ambavyo huu mmea unatibu. Kwa hiyo nisikilize mpaka mwisho wa hii video ili uweze e, kuelewa vizuri e, namna ambavyo utatumia huu mmea wa mnanaa. Uh, kwa wale ambao mnahitaji elimu ya ufugaji, tarehe thelathini tarehe thelathini tarehe kumi tarehe kumi na saba hizo tarehe zote tutaleta vifaranga hapa na sisi. Ukijiunga na kundi letu la mafuzo kitu kikubwa sana na changamoto kubwa sana ambayo tumeiona kwa wafugaji ni namna ambavyo uh, watu wanalea vifaranga, e, dawa wanazotumia na vitu vingine vingi sana. Wafugaji wengi sana wanakosea kwenye hatua ya kuwalea vifaranga na hivyo kukutana na vifo vingi sana. Kwa hiyo hakuna sehemu ambayo huwa tunaielekeza kwa umakini zaidi kama namna ambavyo unaweza ukalea vifaranga. Unaweza leo hii ukajiunga na kundi letu la WhatsApp eh, kwa shilingi elfu nane. Ada ni shilingi elfu nane kwa muda wa miezi miwili e. Kwa hiyo utawasiliana na sisi kupitia namba ya simu ambayo unaiona hapo e, juu. Nasisitiza sana sana sana kwa wafugaji ambao Uh, bado mnakutana na changamoto nyingi sana au mfugaji, hata kama ukutane na changamoto kama unahitaji ujue vizuri kabisa kutumia hizi tiba za asili au kubadilishana uzoefu, basi unaweza ukalipia hiyo ada ili tuweze kukuunga kwenye kundi letu la mafuzo ya WhatsApp. Lakini pia tunavyo vitabu mbalimbali mbali, ambavyo pia vitakusaidia wewe kuweza eh, kupata elimu kamili ya ufugaji, namna ambavyo unaweza ukawafuga kuku lakini pia hivi vitabu vitakusaidia sana kuweza kupunguza bajeti ya ufugaji, kama vile kutengeneza chakula wewe mwenyewe. Kuna kanuni bora kwenye hivi vitabu ambavyo vitakusaidia, lakini pia namna ya kutengeneza madawa. Kwa mfano, hicho kitabu cha tiba za asili kinakuelekeza kabisa utengenezeje dawa ya kutibia magonjwa, yani kwa mfano, kuwako wanaumwa coccidiosis, basi unaenda unasoma umo tiba ya coccidiosis. Uh, hivi vitabu, kitabu kimoja kinauzwa shilingi elfu kumi. Kila kitabu kimoja hapo kinauzwa shilingi elfu kumi na ni PDF tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Hivi vitabu vipo katika mfumo wa soft copy, hard copy hatuna. Kwa hiyo eneo lolote lile ambalo upo, hichi kitabu utakipata, na ukilipia muda huo huo tunakutumia hiki kitabu. Uh, sasa tukirudi kwenye matumizi ya huu mnanaa uh, kwanza kabisa huu mmea unatibu vizuri kabisa uh, magonjwa ya kuhara kama vile coccidiosis. Kwa mfano, banda lako limelowana, kuku kwa nahara kinyesi ambacho kinafanana na damu, ukiwapatia uh, huu mmea, juisi ya huu mmea, basi unatibu vizuri sana. Na wale wafugaji wa broiler, uh, haya majani kama ukichukua kilo moja na nusu ukayanika kwenye kivuli na ukachanganyia na chakula wasta ni wa kilo mia, basi ni booster zuri sana kwa ajili ya broiler, tawafanya broiler wakakua kwa haraka e, zaidi. Lakini pia haya, haya majani ni, ni, ni, ni kinga ni kinga zuri sana ya magonjwa magonjwa yanayosababishwa na virusi, lakini pia magonjwa ambayo yanasababishwa na bakteria. Kwa sababu moja ni kwamba e, huwa yanaimarisha sana kinga ya, ya, ya mwili kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana aa, mwili wa kuku kuweza kupambana na vimelea wa magonjwa hayo. Aa, na kitu kingine huu mmea huwa unafukuza una, una wadudu kwa mfano siafu. Uh, wadudu pia kama vile, eh, viroboto wale ambao wanashambulia kuku utitili e, huwa akwaho kama uta, utaweka bandani au utapanda kuzunguka a, banda lako, ni rahisi sana kuwafanya hawa wadudu wasiweze kuwashambulia kuku wako. Kwa hiyo unatumika pia matumizi kama hayo kwa ajili ya kufukuza hawa wadudu ambao mara nyingi huwa wanawashambulia kuku na kuwafanya kuku wasiwe na afya njema. A, pia huu mea ni mmea ambao una madini ya fosforasi una vitamini kwa wingi zaidi. Kwa hiyo unaimarisha vizuri sana mifupa. Kama uta, utatengeneza juisi utakuwa unawapa kuku wako basi, unaimarisha una vizuri kabisa mifupa ya kuku. Na uzuri wa hizi tiba za asili karibia zote, unatumia kwa kuku wa aina yoyote ile, wawe kuku wa kienyeji, kuku wa kisasa, unatumia zinafanya kazi vizuri sana. Kwa mfano sisi hapa shambani, aa, broiler tunao hapa shambani, unaweza kuona broiler ambao tunao hapa, tunao layers tunao, hawa chotala, huwa tunatumia hizi tiba vizuri sana na kitu kingine cha ziada kwenye huu mmea ambacho ni kizuri zaidi, una maajabu yake huu mmea. Kama utachukua e, maji ukawe, yani unaweza kuupanda kwenye maji kwenye maji pia, huu mmea unaota yani, bila udongo mmea unaota vizuri kabisa. Ukachukua chupa yako ukaweka maji ukachukua haya majani ukaotesha hapo, basi unaota vizuri kabisa. Na ukitaka kupanda kwa mfano, kama unataka upande kama maua e, maake, maeneo mengi pia yanatumika kama maua ni unachukua tu hayo majani unayaweka, una kwenye udongo, huu mmea unachipua vizuri a. Kama unataka utengeneze kama juisi huu mmea, basi utatumia kikombe cha robo kama hicho ambacho unakiona hapo, utachukua majani utayajaza humo, kisha utakuja kuweka kwenye maji lita kumi, uta utatwanga au utabrendi vizuri kabisa, utachanganyia na maji lita kumi mmea uh, huu kama unatumia kama tiba, labda unataka utibu kokidiosisi au uh, nataka utibu mafua, utakachokifanya utatumia kwa muda wa siku tatu hadi tano. Kawaida dawa nyingi za asili ni hizo siku unatumia. Ukiona mmea umetumia siku tatu kuko hawajapona vizuri, ongeza mpaka siku tano. Ukiona siku tano umetumia hii dawa na bado kuku wako hawajapona, basi natakiwa ubadilishe dawa. Au ndio hiyo ambayo ninasema kwamba kutakuwa kuna shida ambayo unaikosea na shida nyingi ambazo wafugaji wengi wanakosea Unakuta mtu anatibu mafua kuku wamepata mafua sababu banda ni chafu, lakini yeye kwa sababu wameona wana mafua tayari, wanakufa anaanza kuwatibu kuku kabla ya kwenda kusafisha banda. Kwa hiyo wale kuku inakuwa ni vigumu sana kuweza kupona, kwa sababu kitu ambacho kinawasababishia mafua bado kipo na hapa mwishoni unaweza ukabonyeza hiyo alama ambayo ina, ina, ina picha ya WhatsApp. Ukibonyeza hiyo alama yenye picha ya WhatsApp moja kwa moja, itakupeleka kwenye WhatsApp yetu. Utaweza kuwasiliana na sisi kama unahitaji kitabu au kuungwa kwenye kundi, basi e, tutawasiliana kwa mfumo huo hapo.